What's up YouTube? Welcome back. Kama kawaida ni Coach Joram hapa. Sasa kuna msemo wangu mimi naishi kwenye real life, na yuna sema demo akikubali kukutana na wewe, kazi ni kwako. Of course na ni kweli. Yaani mwanamke wengi sana uaga hawapendi kukutana na wanaume ambao hawajavutiwa nao. Yaani ukiona amekubali kukutana na wewe mwambie labda, hey, siku fulani niko free tukutane, tupige story mbili tatu au twende tu hata same tukale msosi. Ukiona amekubali kukutana na wewe, hiyo ni dalili kubwa sana kwamba tayari anataka kuona, je unaweza kumpeleka kitandani? Yani mzigo wote kwa kwa, kwa kwa, kazi ni kwako wewe, ndio make sure kila kitu kina happen kwa namna ambayo unaitaka wewe happen kwa. Kama uko tayari kujua ni namna gani unaweza act, vitu gani unaweza kufanya kwenye hiyo date ili vitu viende perfect, hii video ni kwa ajili yako. Hii video ni kukufundisha wewe mbinu za ku make sure your date inaenda perfect kwa bila kupoteza time. Let's get straight to the point. Okay sa rule number one ni kwamba jua kubalance balance muda. Maanisha nini sa kwa hii statement? Yaani kwenye kudate lazima uweke time mbom mtakutana na sehemu mbom mtakutana. Hiyo ni lazima it's a must, si ndio? Kuna watu ambao wanashauri sijui uende wai mapemo, ufike na onyesha kwamba unamheshimu huyo mtu na huyo mtu anakuheshimu back na nini. Lakini hivi ndio kitu ambacho mimi nime notice. Nilikuwaga nikiwai kwenye date hizo mara nyingi dates, kuwa na ukakasi baadaye, mtu ana ana power juu yao. Na kama ume notice kwenye mikutano mingi kwenye hadhara, kwenye anything ambayo ina involve watu powerful utakuta watu mgeni rasmi au bwana harusi au bibi harusi, yeye ndio anakuwa kama wa mwisho kuingia kwenye ukumbi au atachelewa kuingia kwenye ukumbi, sio wa kwanza kuingia kwenye ukumbi. Sasa hiyo information na kusaidia nini? Always make sure kwamba hata kama utawahi kufika eneo kacheki pale, kwa sababu ni lazima ufike ukague nini ujue utakaa wapi nini, waita ikoje, watu ukoje hapa, mazingira ya koje, lazima usome mchezo mapema sana. Lakini kaa mbali inojifanya hata uko eneo la tukio, hata kama wewe umekubali mkutano saa saba lakini weka mbali kidogo, subiria afike, afu wewe ndo unaenda sasa. Subiria akae pale za dakika 10, 15, 20, then wewe ndo unaenda sasa kumfuata. Nakwambia hivi kwa sababu i'm saving your time, nataka nikuokoe muda wako. Unaweza ukafika pale punctual, kwa wakati, badala ya mwanamke kuheshimu kwamba umefika kwa wakati, akaanza kuona kama huyu jamaa kwa anatamani, anasubiria, yaani hii siku ifike, yuko desperate, anataka sana hii date iwork maana amefika mapema mapema, anawahi yani kama mtoto mdogo, yani ambapo anasubiria amepewa nguo mpya. I can't wait kusubiria kesho aende nazo shule akarengeshia. Sasa ndo mwanaume ambaye anawahi mapema kwenye dates na no, wanawake no, like. Kufika kwa kuchelewa inaonyesha kwamba wewe una power, wewe una nguvu regardless ya mtu yote ambaye una interact naye. Okay, sasa namba mbili ni kwamba vaa kawaida. Yes, kuna watu wanakuambia vaa to impress Yo, hizi date, dating culture hizi culture za kwenda ku, kwenye date na kutana na na wanawake na nini, hivi ni vitu tumeletewa na wazungu. Ko, most of the time tunakopi wanavyofanya wazungu, au tulivyoona kwenye movies na tunataka tu apply kwenye real life, lakini kwenye real life mambo ni tofauti sana, na hizi culture ni za watu, huwezi ukaniambia mtu wa buza au uko ndani ndani, au mtu ambaye hayuko civilized anataka yuko ana judge kwamba kwamba, eh, huyu jamaa amekuja na suit kwenye date, kwa hiyo huyu jamaa yuko serious anajiheshimu, anajiheshimu, inabidi nimpende. Hapana, nguo ambayo unaona gani, the best mtu kuvaa ni nguo ambayo haisemi kama unataka kuimpress, kama unataka kuonyesha kwamba, yes, unajua ku drip au kama au kujali kabisa. Inabidi ukae ubalance kati ya kutokujali kwamba utaonekana vipi kujani sana kwamba unataka uimpress uonekane yes ume drip. Kwa va casual, normal, easy t-shirt na jeans, sometimes you know. Vitu vya kuavoid ni malapa, jeans hizo avoid, lakini t-shirt labda from six kama hizi, au t-shirt za kawaida ambazo zina maandishi mengi, usionekane muuni sana. so, unajua maandishi na kuonyesha kama muuni au picha za Tupac, hizo unaavoid, unavaa tu clean, black, white, au kala yote t-shirt ambayo inakufit fresh, imekaa mnyama. Unavaa na jinsi yako kawaida na raba so lazima uvae suit au uvae udrip masuruali makubwa, umevaa macheni manini, hiyo inaonyesha kwamba you desperate, unataka uache an impression, unataka watu uwe mwanamke kuona shangaya, staajabu. It doesn't work that way. Wanawake wanataka mtu ambaye kidogo ajali, lakini pia anajali kwao. Ukibalance, ukavaa casual kawaida inaku, inakuwa ina work to your advantage. Mi dates zangu zote ambazo nishai kwenda na mademu nimevaa casual, sijai ku overdress au sijai ku underdress, do you understand? Ko uspay attention sana kwenye clothing okay. Sasa number 3, tuna move ni kwamba toa attention na siyo simu. Maanake nini ya yani, kuna ile mtu umefika kwenye date, labda kuna ile awkward silence, umeongea umeongea, alafu kama kuna ukimya fulani, kama mmekosa vitu vya kuongea most of the time wanaume you know anaweza au dem anaweza katoa simu ya check text au wewe unaweza uka feel the same. Yani you know, ukataka na au toe simu u check text, au unaweza kaanza wewe regardless. Lakini like, date ni place ambayo unatakiwa iwe so kwa sababu yako, yani sio, ni kwa sababu wewe ndo enjoy wewe, ndo have fun hapana. Pana date ni kwa sababu wewe, mtu ambaye umemwinvite ndio kimleta mgeni kwako huo huo ugeni sio kwa ajili yako, ni ugeni kwa ajili ya aliyekuja kwa ajili yako, si ndio? So always ukishafika kwenye date, mimi naikaga sim silent, nazima kabisa. Ile inanifanya mimi nakuwa creative, sasa nakuwa mbunifu, natafuta story ambazo zina kidogo zina relationship na ambacho tunaki discuss kwa wakati, na kuwa creative ndo muda ambao unaonyesha kwamba najali sana kuhusiana na huyo mtu, ndo muda ambao, hey, namwambia ni niambie sasa kuhusu na kuhusiana wewe niambie mshigani, unafanya niambie about you, nipe nikujue vizuri zaidi, kwa sababu purpose iliyotuleta hapa ni kujuana vizuri zaidi. Kwa sio muda wa kukaa chini na kuangalia simu, kwa unaangalia simu is the worst thing you can do. Ni mbaya sana, yani inamtoa mtu mchezoni na kumfanya kuone kama unamchukuliaje, unamuonaje, badala ya kukaa na kufanya kumsikiliza mtu, umekaa una focus na simu na ikionekana kama huyo mwanamke ambaye na uko naye yuko focus na simu kuliko kukusikiliza, achana naye. Yaani hapo po omba excuse, nenda uani, kama ni bill unalipa lipa, chimba sababu, huyo hakufai. Ukiona lakini yuko ige kukusikiliza, na yuko tayari kusikia story yako, mpe hiyo time, mpe muda wa kuendelea naye kuongea na ye kwenkeno. Wewe usishike simu. Ukishika simu ni unaashiria umheshimu ambaye uko yuko mbele yako. Okay, sasa namba nne ni kwamba sikiliza zaidi kuliko unavyoongea. It's natural, hakuna mtu wapende kusikilizwa. Kila mwanadamu kwenye hii dunia anapenda kusikilizwa. Ukikaa kwenye, kwenye kijiwe, watu wanapiga story, na unataka utoe, ushe story yako, watu wakusikie, wacheke, wafurahi, muenjoi, si ndiyo? Sasa huyu mwanamke ambaye amekubali kuja kukutana nawe eh, ametenga muda wake kukusikiliza eh, mpe hiyo time na ye eh. Mpe time kumsikiliza, so sehemu yeye kuanza ku brag na kuongea una hela una biashara unafanya kazi hii unafanya kazi hii, hapana. Ni place ya kujua sasa yeye anafanya biashara gani, yeye ana malengo gani, yeye um, amezaliwa wapi yeye anatamani kuishi wapi. Ni say, ni place ambayo sio kwa sababu yako, hapana, ni kwa sababu yake. Unamwambia hey, tell me about yourself, niambie kuhusu wewe, niambie vitu gani unapenda, niambie vitu gani upende, niambie kwenye relationship ungekuwa uko sahihi kwenye relationship na mtu yeyote you know values zipi una, unataka mtu awe na unataka mtu awe na vitu gani na gani na gani kitokea labda kuna conflict how do you resolve conflict hiyo ni sehemu ya kumfanya mtu ajisikie yuko nyumbani ndio place ya kumfanya mwanamke awe comfortable na wewe sasa ukiwa okay, unaongea wewe wewe wewe muda wote una, una risk kuonekana kama wewe ni insecure hujiamini ndio maana inabidi ujiongeleshe sana ili mtu akusikilize so always make sure ukiwa huko kwenye date, ukiwa unauliza maswali ni important sana. Ukiwa unauliza maswali, muulize maswali ambayo yatamfanya ajieleze zaidi, sio yale maswali ya kujibu yes au no, si ndio? Eti kwenu mko watatu? Yes. Na unaweza kwa frame like yeye, unaonekana kama mtoto wa mwisho, mkao na deka deka kwenu mko ngapi? Ah, mimi si deki, kwetu kwanza tuko watatu, afu mimi ndo mimi sio hata wa mwisho, mimi ndo wa kwanza, mimi si deki. Naweza ikawa isiyo exactly a response lakini it's a way ambao unaweza ka trigger sasa yeye yeah, akawa ana respond kwa namna ambavyo unataka wewe. It's up to you, uwe mbunifu na kutafuta njia ya kuchokonoa mwanadamu mwenzako aongee na wewe okay. Sasa ya tano ni kwamba, lipa bili kwa ustaarabu. Hii ni kwamba ukulopo mtu mtu out, out au unavyomu ask them out naturally, you know, hauambiwi na mtu, hauambiwi na babako, hauambiwi na mamako. Mimi mwenyewe sipaswi kukuambia ni kwamba ukimwalika mtu kwako au kumwalika mtu sehemu, ni jukumu lako ku make sure kwamba usalama wa mtu uko taken care, cost za huyo mtu ziko taken care, kila kitu. Yani wewe ndio unabeba kama msalaba, kwa sababu wewe ndio umechukua muda wake. Huo muda ilibidi yao labda anacheki movie, huo muda ilibidi yao anaongea na mama yake, lakini ametenga muda wake kuja kukusikiliza. It's all, it's all about you sasa Wacha kum, kum, kum impose zile idea za ki za ki za ki zamani, sio za kisasa eti nusu nusu wao, unaweza kulipa bili yako mimi nilipe bili yangu. Yani hiyo inakufanya unaonekana kama si mwanaume. Kwa nini? Yani mimi naombaga sababu sometimes nakutana na mademu mbo they don't want to, yani hawataka mimi nilipe bili. Wengi shakutana nao karibia wote yani hawataka mimi nilipe bili, they want to pay the bills actually, kwa inabidi ni wa force. Sasa ina nalipa bili kwa nguvu kwa nini? Nataka ni asset dominance, nimwambie mwanamke ambaye yuko mbele yangu you know, I can, I can take care of myself and I can take care of you, kwamba naweza nikajijali na nikakujali na wewe pia, sindiyo? Sasa ukimwambia alipe nusu nusu, yani unaonekana hauna power. Mwanawake wataki mwanaume ambaye hawezi kulipa hata bili za, za vinywaji na msosi. Kwa kama unamask mtoto wa watu out, unataka kutana naye bili isiwe kelele, sija akaja waita pale, kuambia hauna buku hapo, tuongezee, hauna elfu tano tuongezee. Hapana, nenda umejipanga. Ndio maana nimekuambia fika mapema, cheki menu pale, fanya research kabla hujaenda kukaa, la sivyo hicho kitu itakuja kukosti baadaye. Unashangaa umetumia hela, bili imekuja kubwa pale afu una hela, unaweza kumwambia una elfu tano hauna mtu, unaweza ukaongea uka naye akakupesha elfu tano kurudisha Inakushushia thamani mtu anakudharau kwa always always, kila siku nasisitiza, pay bills. Wewe ndio leader ikiwezekana yani. Kabla mwanamume analipa bili, demo umelipa bili saa ngapi? Au kama ni kulipa kwenye kulipa bili, yani, akifika tu ile waiter na bili pale pale, toa hela mpe, kwa sababu ulisha calculate kichwani, ulisha calculate kichwani, unajua ni shingapi nitapaswa kulipa, kwa hiyo unakuwa ulishaiandaa mapema sana. after saying that kumbuka ku like, ku comment na ku subscribe, sababu video kama hizi zinajitahidi sana nitoe kwa wakati. Kila wiki lazima kuna video mbili tatu nne zinakuwa release, so time yoyote ku miss like, comment, subscribe, piga hicho kikengele hapo, ili video yoyote inayotoka kwetu inakufikia wewe wa kwanza kabisa, na wazidi kupata haya maarifa bure kabisa kwa lugha ya maridhawa ya Kiswahili.